Samaria ulikuwa ni mji mkubwa ambao ulipatikana kaskazini mwa taifa la Israeli. Miaka mingi iliyopita, mji huo wa Samaria ulikumbwa na maisha magumu sana, na hii ni kwa sababu jeshi kubwa la Washami liliuzingira mji huo, na ikumbukwe kwamba jeshi hili lilikuwa lina nguvu sana ya kijeshi kuudhibiti na kuzingira mji huo kikamilifu. Mashamba mengi yalialimika, mifugo ilikufa na hata kile chakula kidogo kilichokuwa kimehifadhiwa nacho kilizidi kupungua sana, na hapo ndipo njaa kubwa ilienea katika mji huo. Na kuna wakati ulifika, baadhi ya watu walikuwa wanawachemsha watoto wao na kuwala kama chakula. Kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 6 mstari wa 25 hadi 29: njaa ikawa kuu huko Samaria na tazama, wakauhusuru hata kichwa cha punda kikapata kuuzwa kwa vipande 80 vya fedha na kibaba cha mavi ya njiwa kwa vipande vitano vya fedha. Ikawa mfalme wa Israeli alipokuwa akipita ukutani, mwanamke mmoja akamwita akisema, Unisaidie, bwana wangu mfalme. Akasema, Bwana asipokusaidia nitakusaidiaje mimi? Ya sakafuni au ya shinikizoni? Mfalme akamwambia una nini? Akajibu mwanamke huyo, aliniambia mtoe mtoto wako tumle leo na mtoto wangu tutamla kesho. Basi tukamtokosa mtoto wangu tukamla. Nikamwambia siku ya pili mtoe mtoto wako tumle, naye amemficha mtoto wake. Na hii inatupa picha kwamba kulikuwa kuna njaa kiasi gani katika mji wa Samaria, na kila siku ni siku ya hofu na hatari. Watu wengi waliokuwa wakiishi katika mji huo walikosa chakula cha kutosha, na kila mtu alijaribu kujiwekea akiba kidogo katika kile chakula kidogo ambacho anacho. Lakini wakati huo hayo yote yakiendelea, katika mji wa Samaria, kulikuwa kuna wakoma wanne ambao walikuwa nje ya lango la mji, ambapo wangekaa pale ambapo walikuwepo, wangekufa kwa njaa. Ikiwa wangejaribu kuingia ndani ya mji, wangekufa pia kwa njaa, na ikiwa wangeenda kwa Washami, wangeweza kuuawa lakini wote wanne walijadiliana kwa pamoja na kuamua kuchukua uamuzi wa kishujaa sana, na uamuzi huu tunauona katika kitabu cha Wafalme wa pili sura ya saba mstari wa tatu hadi wa nne, nao unasema basi, walikuwapo watu wanne wenye ukoma penye lango la mji, wakasemezana, mbona tunakaa hapa hata tufe? Tukisema tuingie mjini, mjini mna njaa, nasi tutakufa humo, nasi tukikaa hapa tutakufa vilevile vile. haya twende, tukaliendea jeshi la Washami; wakituhifadhi hai tutaishi, wakituua tutakufa tu. Kwa hiyo baada ya hayo makubaliano ambayo walikuwa wameyafanya kwa pamoja, walijaribu kuianza hiyo safari yao ya hatari, ambapo walikuwa na ujasiri na matumaini kwa kiwango kidogo sana. Walipofika kwenye kambi ya Washami, walijua jeshi lilikuwa kubwa na liko tayari kuwaua, lakini walishangaa sana walipokuta kambi ilikuwa tupu kabisa. Walikuta hema, mali na silaha zote lakini ni kwa nini walikuta kambi iko tupu na silaha na kila kitu vimeacho pale? Na hii ni kwa sababu Mungu alitengeneza kishindo cha ajabu na chenye nguvu sana ambacho kiliweza kuwashtua na kuwatetemesha lile jeshi la Washami. Tukisoma katika kitabu cha Wafalme wa pili sura ya saba mstari wa sita hadi wa saba, ambao unasema: kwa maana Bwana alikuwa amewasikilizisha Washami kishindo cha miendo ya magari na kishindo cha farasi kama kishindo cha jeshi kubwa, wakaambiana, tazama, mfalme wa Israeli amewaajiri wafalme wa, wa, wa Wahiti na wafalme wa Wamisri waje wapigane nasi. Kwa hiyo wakaondoka wakakimbia kungali giza bado, wakaziacha hema zao na farasi zao na punda zao na kimo chao vile vile kama kilivyokuwa wakakimbia wapate kujiponya nafsi zao. Sasa hapa tunaweza tukaona ukuu wa Mungu kwa kibinadamu, kawaida, tujaribu kufikiria kwamba askari ambao walikuwa wana silaha kali za kivita, lakini walikimbia kama wanaogopa kifo, na wale wakoma wanne wakawa wamebaki wako salama katikati ya mali zote walizokuwa wameziacha. Kwa hiyo sasa wakoma hao wanne kwa sababu walikuwa wana njaa na walikuta chakula na mali nyingine zote. Kwa hiyo ikabidi kwanza walikula chakula cha kutosha na kuchukua mali ambazo ziliachwa na jeshi la Washami. Walifanya hivyo na kujaribu kuangalia na kuhakikisha kwamba hakuna mtu ambaye alikuwa amesalia katika eneo hilo. Baada ya wale wakoma wanne kushuhudia na kujiridhisha kwamba kambi hiyo imebaki ikiwa tupu hapo ndipo walipoamua kurudi tena katika mji wa Samaria. Walirudi mioyo yao ikiwa imejaa furaha na mshangao mkubwa sana, na hapo ndipo waliwakimbilia wale walinzi wa lango ambao walikuwa wakilinda lango kuu la mji. Walinzi baada ya kusikia hizo habari kutoka kwa wakoma, nao pia walijawa na furaha sana na kupata matumaini mioyoni mwao. Lakini pia habari hizi zilimfikia mfalme wa Samaria ambaye alikuwa ni mfalme Yoram, na pale aliposikia alishangaa sana. Aliona wazi kuwa kile kilichokuwa ni hatari kubwa sasa kimegeuka kuwa ushindi wa ajabu. Chakula kilichokuwa kimekosekana kwa muda mrefu katika mji wa Samaria sasa kilikuwa kikipatikana kwa urahisi sana, na matumaini yalirudi kwa kila mwananchi ambaye alikuwa akiishi eneo hilo. Na hapo ndipo ilipokumbuka ule unabii aliyotoa nabii Elisha katika kitabu cha Wafalme wa pili sura ya saba mstari wa kwanza: Elisha akasema, sikilizeni neno la Bwana, Bwana asema hivi, kesho panapo saa hii kipimo cha unga mzuri kitauzwa kwa shekeli na vipimo viwili vya shayiri kwa shekeli langoni pa Samaria. Hili lionyesha nguvu ya Mungu na ushuhuda wa wakoma wanne na ile hali ya njaa kali ilibadilika na kuwa chakula kilichopatikana tena kwa urahisi sana. Kwa hiyo wale wakoma wanne tunaona walionyesha ujasiri na imani kubwa sana kwa kukabiliana na hatari kubwa sana bila hofu. Ushirikiano wao na ujasiri wao uliweza kubadilisha maisha ya wengi ndani ya Samaria. Hadithi hii inatukumbusha kwamba katika maisha ambayo tunaishi tunakutana na changamoto nyingi mbalimbali mbali, na wakati mwingine unaweza kukutana na matatizo makubwa sana. Kwa hiyo licha ya kwamba tunapita mapito mbalimbali mbali, endapo tutaitunza imani tutakuwa na ujasiri pamoja na kushirikiana, bado Mungu anaweza kutengeneza kishindo kwa namna ya kipekee kulingana na changamoto zetu na tukashinda. Kikubwa ni kumtumaini yeye pekee. Asante kwa kusikiliza simulizi hii ya wakoma wanne. Sasa ninaomba nikuombee. Mungu Baba wa mbinguni mwenye nguvu na rehema, na kushukuru kwa hadithi hii ya wakoma wanne, hadithi iliyoonyesha nguvu zako na uaminifu wako. Leo Baba, ninakuja mbele zako nikiwa na mtu huyu anayenisikiliza muda huu. Mpe imani ya kushikilia, ujasiri hata pale panapoonekana giza. Mpe moyo wa kufanya maamuzi ya busara kama wakoma wanne walivyofanya. Mpe moyo wa kushirikiana na wengine ili kuona baraka zako zikijidhihirisha maishani mwake. Bwana, nakusihi ushushe na kufungua njia kwenye maisha yake yake kama walivyofungua njia kwa mji wa Samaria. Badilisha kila hofu yake kuwa furaha, kila upungufu wake kuwa wingi na kila huzuni yake kuwa ushuhuda wa nguvu zako. e Bwana, umlinde na umpe amani ya, ya moyo, mfundishe kushukuru hata wakati wa majaribu, na kumtia moyo na kulishika jina lako siku zote. Ninaomba yote haya kwa jina la Yesu Kristo, aliye hai, amen. Mungu akubariki, na usisahau kusubscribe kwenye YouTube chaneli yangu, ambapo huko kutakuwa na simulizi mbalimbali. Usisahau kulike, comment na kushare. Naitwa Stanley Katabalo.